Akitoa taarifa ya operesheni hiyo, kaimu afisa uhamiaji mkoa wa Songwe, mrakibu wa uhamiaji Rozi Magesa, anaelezea namna operesheni hiyo ilivyofanyika pamoja na hatua walizochukua. Operesheni hiyo imefanyika katika nyumba za kulala wageni pamoja na maeneo mbalimbali mbali ya mpaka wa Tunduma na kufanikiwa kukamata wahamiaji haramu wapatao wa 40. Katika wahamiaji haramu hao 31 ni raia wa Ethiopia ambao walikuwa hawana hati za kusafiria na walifikishwa mahakamani na kuhukumiwa. Idara ya uhamiaji pia imeweza kuwakamata raia saba wa Pakistan kwa kukiuka masharti ya viza zao walizoingilia nchini. Sambamba na hilo, mrakibu wa uhamiaji Rozi Magesa anatoa rai kwa raia wa kigeni kuhakikisha wanafuata masharti ya hati za kusafiria. Na ndio maana tunasisitiza kwamba raia wote wa kigeni waweze kufata na kuzingatia masharti ya visa zao au vibali vya ukaazi, kama wanatakiwa wameomba kwenda Dar es Salaam basi wakae Dar es Salaam. Pindi watakapokiuka basi sisi hatutasita kuwachukulia hatua za kisheria. Wakizungumzia operesheni hiyo, baadhi ya wakazi mkoa wa Songwe licha ya kupongeza wanatoa ushauri kwa mamlaka hiyo. Operesheni ya uhamiaji ambao wameweza kuifanya mimi naona ni nzuri sana, hivyo mimi niombe serikali ijitahidi kuwadhibiti. Kama ikiwabaini watu wanaowavusha wenyeji wa hapa wa nchini kwetu, ebu adhabu iwe ni kali. Kuna haja ya kutoa elimu, kwa sababu watu wengine ukimwambia, watu wengine, ukienda vijini ukisema watu wa, ni wabaya sana wakubali, kama ni wabaya sana. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Diu Kimwasubiko wa ITV.